Salamu wa wa rahmatullahi ssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nam na shekhe, tunashukuru sana Mungu akuweke. n shekhe, mi nitaka nifahamu Al-Qaba na Qibla Le... Swali la kwanza. Swali la pili shekhe, ivi inajuzu juzu ukitakongeza mke wa pili mke wako akikataa kama mimi sitaki wewe mke wa pili, hiyo ndio inajuzu woso yes, ina kuongeza jiko hey, mke anasema hapana. Asalamu ah, e. e. e. Salamu alaikum

na Nabi Allah Sulaiman, ndio al Kaaba ambayo inajulikana sasa hivi iko Maka. Awwalu baitin wudia linnas, ndio nyumba kwanza iliyowekwa kwa wanadamu hapa duniani. Inaitwa nini? Al Kaaba. Na kaab katika lugha ya Kiarabu ni kitu kinachobeba uzito wa eneo lile au kitu kile, hiyo inaitwa nini? Kaaba. Hata sisi kwenye nyayo zetu kuna zile enkal baada, kuna kile kisigino kwenye nyayo ni kisigino, kwa kiarabu kile kisigino inaitwa nini? Kaaba. Yani kaaba ni kitu ambacho ki, kinabeba uzito wa yote. Sasa ile kuitwa al kaaba ni kwa maana kwamba iko katika center, yani katikati, kati ya dunia imebeba ile peninsula yote Arabia yote na nizo zinaotanda huku ulimwenguni zinazunguruka yote, ikaitwa nini? Alkaaba. Pia geographically ukipima unakuta pale ndio katikati ya dunia, hakujazidi huko, hakujazidi huko. Kwa hiyo ikaitwa nini? Alkaaba, kwa sababu ndio inabeba e, na ndio maana katika moja hekma kubwa sana, mara nyingine watu hupata taabu hapo, nini wale watu nini mafilosofi wapatatabu, kwa nini Uislamu, e, uletwe kule Maka, kwa nini mtume atokee kule Maka asitoke sehemu nyingine? Nini ni vitu e, vya kawaida, kwa sababu hata angetoka Tanzania nao Saudia, nao angelalamika kwa nini atokee Tanzania. Yani necha ya mwanadamu e, kitu kikitokezea kwa mzee kizuri, naona kwingine huku. Ndo mana kama Mwenyezi Mungu wakatuambia kwamba lei, tungesusha tungesusha Qurani kwa njia anini? ya nini ya sio Kiarabu, ingekuwa uzito mkubwa, nao angeanza kuuliza hivyo. Mshuana Kiarabu bado wanaona wanaona ugumu kuielewa Qurani. sasa ile Alkaaba kwa maana ilivyokuwa na ilivyo, ndiyo ikapewa jina lile linaloendana na mazingira ya Alkaaba. Ama qibla, qibla ni direction, ni uelekeo. Kwa kuwa sisi sote, eh, tunaambiwa tuelekee sehemu fulani, huko tutapokuwa tumeambiwa tuelekee ndio qibla

Mwenyezi Mungu au nadhara ya Mwenyezi Mungu katika nini? Katika moyo wetu. Sasa kibla ni ule uelekeo, kwamba sote sisi katika dunia nzima, pande zote nne zile, zinaelekea al-Kaaba. Kwa kuwa inaelekea kea al-Kaaba, ndio inaitwa al kedo kibla. Kibla wanasema katika mambo ya lugha ni ismu sababu ala Musabab, yani kuliita jina kwa ile sababu iliyotokea, lakini maksudi ile iliyosababisha, kwa maana kwamba kuitwa al-Kaaba qibla kwa sababu ni kwamba ile sababu ya kwamba watu wote wanaielekea ni ili direction, ndio ikaitwa nini, ikaitwa qibla. Kwa qibla ni kitendo cha kuielekea al-Kaaba, na al-Kaaba ni nyumba au eneo ambalo limeshika ulimwengu wote wa dunia. Allahu ta'ala a'lam. Ama swali la pili ikiuliza kwamba je, inajuzu kwa mume au mwanamume kuongeza mke kuongeza jiko mm -hmm. Kuongeza jiko kwamba je, yafaa kuongeza jiko. Jiko manake ni mke e, jiko sio kama ile jiko la kupikia, na hizi kuna kuna kuna lugha inaitwa kwenye mambo ya Kiswahili mambo ya misimu, uh, visawe kuna vitu kama hivi vinakuja, ima visawe, maana yake jina moja lina maana zaidi ya mbili. Misimu, jina moja inaweza kawa au lina maana sio ile iliyozoeleka, maneno mapya yanayokuja yakachanganyana. Lakini kuna kitu katika lugha ya Kiswahili kinaitwa utata. Sasa utata, mara ingine ndio ile neno nausema, niletee mbuzi. Mbuzi kuna mnyama, kuna mbuzi chombo cha kukunia nazi. Sasa na jiko nalo ni katika moja ya hizo za maneno tata, ina maana jiko lile la kupikia na jiko lina maana mke. Kwa maana imeitwa ile ismu a, ala sababi biiradati almusabbib e, kwa sababu mke akishaolewa ndo nyumbani, na nyumba ni jiko. Juu kama aliwake nyumba haijakuwa kwa na mke naye akaitwa vile. Sasa je, inajuzu kwa mwanamume kuongeza jiko hasina ruhusa ya mkewe? Taban sharia, naam, unaweza ukaongeza mke pasina kuridhia mke kwanza. Haitokei aridhie, na kama ataridhia, basi kuna mambo tu amekompromise, lakini baada ya ndoa yako changamoto zitakuja. Kwa hiyo kinachohitajika mtu kuwa na busara katika kulifanya hilo jambo kwamba ukiona kwamba kumpa habari mke wangu kwa kuwa nitaongeza mimi mke ni haitoleta tatizo lote, mpe habari. Ukiona nikimpa habari haito italeta madhara na maafa, basi usimpe habari. Lakini ndoa inafanyaje? Ndoa inajuzu na mara nyingine ndo tunaita nini, ndoa za siri. Lakini sio kwa maana yake ndoa ya siri siri kwa maana kwamba yule mke ajaambiwa, lakini hamna ndoa ya siri. Ndoa lazima awepo uh, wali shahidi adli, eh, awepo wali na shahidu adli. Ikiwa kinyume cha hivyo, maana yake inakuwa ni zina eh, lazima awepo. Ikikosekana kwenye concept ya baadhi ya madhhabu, akikosekana wali, basi walau mashahidi wawili wawepo. Kwa hiyo hakuna ndoa kwa sababu ndio hii imejificha, ndoa ya siri manake yule mke hana taarifa. Allahu ta'ala aalam na nam saljingine